Kwa huzuni kubwa na mioyo yenye majonzi, ulimwengu mzima wa Kanisa Katoliki umesikitishwa na taarifa ya kifo cha baba mtakatifu Francis aliyefariki dunia leo Jumatatu ya Pasaka, Aprili 21 mwaka 2025, majira ya saa moja na dakika 35 asubuhi kwa saa za Vatican, akiwa na umri wa miaka 88. Tangazo rasmi la kifo hicho limetolewa saa tatu na dakika 45 asubuhi na mwanadhama Cardinal Kevin Farrell kutoka makazi rasmi ya Baba huko Casa Santa Marta, Vatican. Cardinal Farrell alinukuliwa akisema, ndugu wapendwa, kwa huzuni kubwa natangaza kifo cha Baba Mtakatifu Francis saa moja na dakika 35 asubuhi. Askofu wa Roma amerudi kwa Baba mbinguni, alimaliza kusema Baba Mtakatifu Francis, ambaye jina lake halisi ni Jorge Mario Bergoglio, alikuwa mzaliwa wa Argentina na ndiye Papa wa kwanza kutoka Amerika ya Kusini. Aliongoza Kanisa Katoliki kwa miaka 12 tangu achaguliwe rasmi mnamo mwaka 2013. Taarifa zinasema kuwa Papa Francis alikuwa amelazwa katika hospitali ya Gemelli, Roma tangu Februari 14 mwaka huu akiugua bronchitis iliyozidi na kuwa pneumonia katika mapafu yote mawili. Baada ya matibabu ya siku 38 hospitalini aliruhusiwa kurudi Vatican kwa mapumziko na uangalizi maalum, lakini hali yake iliendelea kudhoofika hadi mauti yalipomfika. Mara ya mwisho baba Mtakatifu alionekana hadharani ilikuwa ni siku ya Jumapili ya Pasaka ambapo alitoa baraka na ujumbe wa matumaini kwa ulimwengu mzima. Papa Francis atakumbukwa kwa, kwa mengi miongoni mwa hayo ni moyo wake wa unyenyekevu, huduma kwa maskini na waliotengwa, ujumbe wa amani, uaminifu na upendo kwa wote bila ubaguzi. Ni kiongozi aliyesisitiza mazungumzo ya kidini, haki za kibinadamu na huruma katika dunia hii yenye changamoto nyingi. Kwa mujibu wa utaratibu wa Vatican, mazishi ya Papa hufanyika ndani ya siku 4 hadi 6 baada ya kifo na kufuatiwa na mikutano ya makardinali baada ya siku 15 ili kumchagua Papa mpya. Tunamuombea Baba Mtakatifu Francis apumzike kwa amani ya milele. Bwana ampokee katika utukufu wa milele, na kazi yake ya imani ibaki kuwa mwanga kwa vizazi vijavyo. Pumzika kwa amani, Papa Francis. Mpaka wakati mwingine.